Jina naitwa Mr. Omar Mbiomi, mimi kama manager msaidizi wa timu ya Tabora Manispaa, lakini leo tuko tumepata ugeni kutoka Kwimba DC, ambao kulikuwa kuna michezo mbalimbali ilikuwa mbali, inachezwa kuanzia netball, volleyball, handball, na mwisho kabisa tumemaliza na mpira wa miguu ambapo lengo la bonanza hili ni kuweka pamoja, kuwaleta pamoja wanamichezo ambao kwamba ni watumishi wa umma kutoka kutoka katika halmashauri mbalimbali za nchini Tanzania ili kuweza kuwajengea kiakili na kuweza kufanya afya ya akili ili waweze kufanya kazi vizuri katika majukumu yao mbalimbali. Mbali na hayo pia, kwamba tunashukuru kwa ushiriki mzuri kabisa, na kama ilivyo sasa hivi tayari mechi ya kati ya Tabora Manispaa na Kwimba DC imemalizika kwa tabora Municipal kuondoka na ushindi wa tatu mbili, lakini hii yote ni katika maandalizi ya mashindano ya kitaifa ambayo yatashirikisha halmashauri zote za Tanzania, ambayo yanategemea kufanyika mwezi wa nane mkoani Tanga. Hivyo sisi kama wadau wa soka tunashukuru sana, tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka katika serikali yetu katika uongozi wetu mbalimbali, kuanzia Mheshimiwa Rais, kuanzia mkuu wa mkoa wetu, DC wetu, mkurugenzi wetu wa manispaa. Hivyo tunawashukuru wadau wetu wa soka na tunashukuru sana kwa ushirikiano. Asante sana. Okay, okay, katika matokeo matokeo yaani, matokeo ya ya, matokeo ya kiujumla timu ya manispaa. Kwa ujumla michezo imecheza michezo minne mchezo hmm, wa kwanza ulikuwa ni mchezo wa wa volleyball ambao Tabora manispaa wameshinda. Hmm. Na mchezo wa pili ulikuwa netball, Kwimba DC wameshinda. Mchezo wa tatu ulikuwa ni mchezo wa mpira wa mikono ambao tunaita kwamba apani ni, ni, ni, open handball ambao Kwimba DC wameshinda, na mchezo wa mwisho ambao ndo umemalizikia sasa hivi Tabora MC wameshinda ushindi wa tatu mbili. Hivyo katika wiano, Kwimba DC wameshinda michezo miwili pamoja na Tabora manispaa Wameshinda michezo miwili. Okay, tunashukuru. Nah, asante sana.